Rafiki ambao tulikuwa tujapata bahati kwenda Ilinga kwenda kumuona. Ah, huyo ni Kidali, Kidali jo tajiri. Yuko ndani, Vunja Bei yuko ndani, yuko ndani. Eh bwana, hili unaliona, narudi nyuma naonyeshe hili. Huu ni uwekezaji. Sasa Vunja Bei rasmi anatoka kwenye uuzaji maduka, uuzaji wa nguo, ameingia kwenye real estate. Njoo uone uwekezaji hapa. Namuita Chief Godlove, nawaita wasanii ambao mnajifanya mnaela. Wewe Chief Godlove unatembea na msururu wa magari, watu wanatembea na msururu wa nyumba. Wewe acha. Unanipiga kelele. Sasa sikana rekodi. Fungua fande. Yes. Eh, bwana huu ni uwekezaji ameweka tajiri Vunja Bei uwekezaji. Zungusha, zungusha. Mlitegemea Kidali atabeba atabeba viroba hivi. <laughs> Kila uliambiwa soma ndugu yangu, tajiri wapi? Tajiri. Huyu hapa tajiri njoo. Tazama huu uwekezaji huu. Tazama huu uwekezaji. Naomba niwaambie wale mnajifanya mna hela. Mtu kama Chief Godlove unatembea na msururu wa magari, unatakiwa utembee na msururu wa nyumba. Anzia pale. Nyumba, nyumba, njo, njo, nyumba, nyumba. ah, ongera Vunja Bei, ongera ndugu yangu, ongera tajiri. Huyu hapa nimekuja kumpa pole na nitatoa tanzia eh, kwa tajiri, tajiri. ah, ongera ndugu yangu ah, ongera sana, ongera sana huyu <laughs> amefiwa. Nimekuja kumpa pole ndugu yangu, sikubahatika kuja Ilinga. Mimi siwezi kuwa mchoyo, nilikuwa na changamoto nayo, unajua lakini nimekuja kupe kwanza, nikupe pole lakini nikupe ongera. Jamani, tazameni uwekezaji nyumba moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili. Nyumba ishirini na mbili gorofa, ukiangalia gorofa yangu ya bilioni moja nukta tatu ninayokaa mimi moja yee, ziko ishirini na mbili. ah. Ah. Tajiri njo ah. Ah, ongera tajiri ah. ah. Kaajiri adi harabu aa ah. <laughs> Ameajiri adi harabu tajiri huyu hapo, Vunja Bei, ongera. Ngoja niingie ndani sasa, sikia. Sikia sikia, kata kata, unaweza usiamini kama huyu kidali ambaye anazungukaga na Vunja Bei. Ndugu zanguni, alioko juu mgoje chini, tazama anavyotembea kidali, kidali, ndugu yangu Kweli nimeamini alioko juu mjogu, mgoje chini <laughs> maisha kweli. Kidali leo akutembea na bodaboda -boda, wakuhangaika na matofali. Tazama nikwambia, tajiri hana undugu. Akishaoa ameoa Vunja Bei kaoa, akamkimbia. Tazameni uwekezaji ndugu <laughs> zangu, tazameni uwekezaji, tazameni uwekezaji eh? Yani kitu ninachompenda Benadi, tajiri amekupa kazi zamani. Vunja Bei wakati unarikodi, angetaka aonekane. Toka amekuwa tajiri, siku hizi hataki kuonekana. Ah kweli nimeamini pesa mwana haramu. Unaambiwa tajiri alipita hapa ameacha milioni themanini, ameondoka. Yani sasa hivi unamwona kidali tu hivi. Angalia? Saizi wako wanajaza swimming pool. Ah, Mungu akupe maisha marefu Vunja Bei ndugu yangu. Kipindi kile cha too much money kila kamera ukiona, unataka kuonekana. Sasa hivi tajiri umejificha. Tajiri. <laughs> <Yaani umejificha. laughs> Umekuwa kama madini au madawa ya kulevya. Uonekani. Mungu jamani, Mungu tupe hela ndugu zangu. Mungu tupe hela. Tazameni uwekezaji huu. Eh? Tazameni uwekezaji. Tazama garden hiyo. Tazama msije mkajua zipo upande mmoja ona mpaka kule. <laughs> Jamani. Msije mkajua upande mmoja <laughs> E, msije mkajua upande mmoja akabahatisha ndurute bichi ile kule. Mmeona majirani zako aina gani? E, msije mkajua upande mmoja mnaona eh? Mvunja bei ametuacha mbali ndugu yangu, sijui sijui mganga wake nani. Ametuacha mbali jamani. Ukule ni bichi plot e, ukija kukaa hapa ukibahatika kukaa kwenye hizi apartment, moja kati ya kitu ambacho utaenjoy, hutotoka nje.